Kwa jina naitwa Dkt. Erasto Fares Wambura ni daktari bingwa mbobezi wa upasuaji wa mfumo wa mkojo katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili Mloganzila. E, leo nazungumzia kuhusu ugonjwa wa ushambuliaji wa njia ya mkojo unaoitwayo uitwayo e, urinary tract infection kwa kifupi UTI, e, UTI wanasema e, ni response, matokeo ya, ya, ya njia ya mkojo kureact kutokana na kushambuliwa aidha kwa bakteria au fungus au changamoto yote ambayo inasababisha ule ukuta wa njia ya mkojo kuleta dalili ambazo mgonjwa anazisikia. UTI imeganyika katika sehemu kuu eh, mbalimbali. E, kulingana na anatomi na, na, na, na, na, au kiungo kile cha mwanadamu ambapo kimeshambuliwa, kuanzia kwenye njia ya mkojo mkojo unapotokea hadi mkojo unapotengenezwa. E, lakini asilimia kubwa, wagonjwa wengi wanalalamika, wanakuja kwenye kliniki zetu wakiwa na mashambulizi ya njia ya mkojo kwenye kibofu cha mkojo, au wanaita, e, kwa kitaalamu wanaita cystitis. E, UTI husababishwa na bakteria kama nilivyosema, au anaweza akasababishwa na fungus e, mm, au inaweza kawa ni dalili inao e, msababisha mgonjwa akaja kama kibofu kuuma au jua e, chini ya kitovu akana anakojoa mara kwa mara e, akawa ana homa au asiwe na homa Wakati mwingine inaweza ikazidi mgonjwa akaweza kupata vitone vya damu au mkojo ukachanganyikana na damu. Vile vilevile, anaweza akapata e, kichefuchefu au na katapika na vilevile na vile, UTI kishambulia kwenye figo, mgonjwa anaweza akaja na a, a, a, upande wa kushoto huku e, kajua ya nyonga upande wa kushoto au wa kulia, ambapo figo zinakaa akaanza kusikia maumivu akapata kichefuchefu, akawa na homa, vile vile kwenye kukojoa, vile vile akana dalili za sasa za mkojo, au kama akakojoa mchanganyiko wa damu au la. Sasa tunagunduaje UTI? UTI tunasikiliza dalili anazoeleza mgonjwa na kupima mkojo pamoja na damu. UTI imekuwa ni changamoto kubwa kwa wagonjwa e, na imekuwa haiishi. Wagonjwa wanakuja wakiwa akilalamika, UTI haiishi. Kwa kitaalamu wenyewe mtaani wanaita UTI sugu e, lakini huku tunaita recurrent cystitis o chronic UTI. Sasa neno chronic limebakishwa kwenye njia za juu za mkojo ambao meli kwenye e, figo. Figo inapopata UTI au mashambulizi ya muda mrefu na na changamoto zake kama E, maumivu, kichefuchefu, homa isiyoisha tunaita chronic. Matibabu yake yanatibiwa kama UTI nyingine ila unapokuwa na dalili imejirudia e, daktari anaanza kuchukua attention na kukuchunguza zaidi. Kwa hiyo UTI inajirudia rudia e, inapaswa e, mgonjwa wa kuchunguzwa kwa kufanyiwa kipimo cha tarubini uchunguzi. U, oh, wanaita urethro cystoscopy. Tunaingiza darubini yenye yenye kamera kwenye njia ya mkojo kwenda kuchunguza hadi kwenye kibofu, kuna changamoto gani ambayo UTI inakuwa ishi. Unaweza ukakuta ni UTI kumbe sio UTI. Matibabu vile vile kupandikiza mkojo na kufanya kupima mkojo pamoja na kuchagua dawa iliyokuwa sahihi inayomuua huyo mdudu tutakaye mpata Mtu akiwa na UTI sugu ya kupasa ufike kwenye kliniki za mfumo wa mkojo. Kwa hapa Muhimbili, kliniki zinapatikana kuanzia Jumatatu hadi Jumamosi kasoro Jumapili, kuanzia asubuhi saa mbili hadi saa kumi kwa siku za kazi, na siku ya Jumamosi kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa sita mchana. Utapomuona daktari wa mfumo wa mkojo atakusikiliza.